Bila kulia wala kushtuka, Wanjiru, Wanjiku, Kao, Njuguna, andika hapo bila kulia wala kushtuka. Hmm? wakutakao ukiwa kwa ndoa, ukitoka hawatakuoa, ukitoka hawakuoi. Wakupeao attention kwa ndoa <laughs> ukitoka, hawana kazi na wewe. Hmm? wakuonyeshao mapenzi, wakupeao time ukiwa kwa ndoa yako ndio unachukia bwanako, wanakupeleka to date tu takataka, because they are not busy eh, wanakuambia twende out nini nini. Wakupeao time, wakutakao, wakufurahishao ukiwa kwa ndoa yako na bwanako, wakikuonyesha ni mbaya pia wewe, ukiwambia hana time na mimi, wewe afanye. Ukitoka hawata kuoa. Kwa sababu gani? You are just a pastime, ulikuwa ku enjoy my sister. Majukumu yako hawataweza Unaona bwanako kama anataka kazi asubuhi na jioni ndio awatafutie ama ndio mwendeleze familia. He is not stupid, eh? Wakutakao ukiwa kwa ndoa yako, ukitoka hawatakuoa kalisha matako kwako.